ike kaunti nambari saba ambapo wakazi wa mji wa Garissa na viungani mwake wataendelea kushuhudia uhaba wa maji kwa wiki tatu zaidi kutokana na ujenzi wa daraja katika sehemu hiyo. Sehemu ya ujenzi huo ilitarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi uliopita, lakini haijakamilika kufikia sasa. tangi ya maji imekuwa chini sana na hii ingine ujenzi wa daraja ambapo wahandisi wamekadiria wame, kwamba watakuwa wanamaliza baada ya siku tatu mbili hivi, kwamba hiyo nayo itakuwa ni ile ya muda tu, but ile changamoto kubwa sana ni kiwango ya maji ya Tana River. Vile tumefunga maji pale eh, pande ya chini inaweza kuwa kuna kitu imeafekt ime, ime lakini kwa kusema kusema sasa hivi hata kontrakta tuko naye hapa, na kama kuna usaidizi wowote wamekuwa wakihitaji, tumekuwa tuki, tukisaidiana na hata ikita, ikihitajika wakati wowote ule, sisi tuko tayari kuwa pamoja na wao, ndio maji wananchi wasi, wasiwe wanatabika. Kwa hivyo tunaambia wateja wa Garissa, wa maji, tafadhali buwe na utulivu kidogo na muwe na sisi wakati mgumu ambayo mtu inapunguza maji e, kuna hiyo construction ya kitu muhimu sana katika, katika hii eneo E, tunaomba radhi tu kwa hii wakati. Ni sababu ambayo hatungeweza kuepukika na si jambo ambalo tuliipangia.